Majina yangu mimi naitwa Suzan Sebastian Minja. Mimi ni mchungaji wa kanisa la DPSI. Kanisa letu inaitwa DPSI, Kiswahili inaitwa yani huduma ya kuwafungua watu na kuwakamilisha katika utakatifu. Sasa ile Efeso 4 yani kuwakamilisha watakatifu wafikie kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunapoelekea uchaguzi, wito wangu kwa Watanzania ni kudumisha amani na kufanya kitu unachokielewa. Amani inadumishwa na sisi wenyewe, hakuna mtu atakayetoka nje kuja kutudumishia amani yetu mito, ni sisi wenyewe. Kwa hiyo mimi niwape wito wa Tanzania wenzangu, uh, watumishi wenzangu tuende tukafanye, uh, tukapiga kura. Kupiga kura ni haki yetu ya, ya msingi, tukapiga kura, tukishapiga kura turudi nyumbani. Amani ina gharama zake kipotea ina gharama zake kipotea kwa hiyo tuidumishe hii amani ambayo mungu ametupa hii amani tumepewa na mungu tuidumishe tusivuruge mmefanya ah, kongamano la siku saba labda lengo la kongamano hasa lilikuwa ni nini na lilikuwa linahusu jambo gani ah, lengo la kongamano lilikuwa ni kuwatoa watu gizani kulingana na lile neno liko kwenye Efeso nne ah, na kuna Efeso moja pia mstari wa kuanzia kumi na saba kumi na nane pale mpaka ishirini na moja Uh, wanasema fahamu zimetiwa giza, akili zimetiwa giza. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukiliangalia kanisa linavyoenda unaona kabisa ah, alipo sawa, kuna giza fulani ambayo lipo kwenye ufahamu, kwa sababu vitu vyote vinafanyika kwenye ufahamu. Unakuta uh, makanisani sasa hivi tofauti na sisi kile kipindi tulichookoka, unakuta hata mtu aliyekoka anavyovaa tu anavyoingia kanisani sio kama mtu ambaye anaenda kwa kwa Mungu maana, kwa Mungu na, na namna yake, na, hofu, Mungu maana kuna namna yake, na unakuta yale mavazi unakuta mitembeo, watu wamefika mahali mpaka wanauza upako. Kwa ni giza ni giza, ni giza giza giza kubwa sana ambalo lipo na ni unabii ushatolewa kutokuwa na mambo haya, lakini kwa wale ambao wanataka kwenda, wanatada, tunawasaidia sasa kuondoa lile giza na tunaondoa giza kwa kutumia maarifa mafundisho tondoa giza kwa kutumia maombi kama Paulo alikuwa anawaambia anawaambia Waefeso anawaambia Mungu yaani awape nuru, yaani macho ya mioyo yenu itiwe nuru, yaani anaomba. Kwa hiyo kuna maombi ya kutoka kwenye giza, kuna sisi wenyewe kukiri, sisi na watoto wa Mungu hatutaki giza, alafu kulifanya kanisa liwe kwenye nuru. Yesu ndio nuru yenyewe. Kwa hiyo watu wakikataa giza, wakitembea kwenye nuru, kuna kila kitu kitaenda vizuri. Tunamshukuru Mungu. Kuna matukio makubwa giza limefunika na haswa, uh, kilichonifanya kabisa, pia nilionyeshwa na Mungu watu wako kanisani lakini wanatembea ndani ya giza, alafu ilikuwa ni usiku, wanatembea ndani ya giza. Alafu kuna watu wengine wanasema, subiri subiri subiri kwanza mpaka fike saa kumi, kutakuwa na nuru. Kwa yale maono niliyoyaona, ni -ku -ku kuashiria kwamba tunatembea kwenye giza, yani matendo tunayofanya vitu tunavyofanya kama nilivyosema pale kwamba kuna wengine wanasema, mimi siendi kusali, sasa hivi nasali kwenye TV, siendi kanisani, kanisani wananikwaza, e, mi nasalia tu kwenye redio, siendi kule, kuna watu wabaya. Hii ni giza kwa sababu nasema kwamba mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake amsamee, au tusiache kukusanyika pia. Sasa unakuta tunaenda vice versa, tunaenda kinyume kabisa, kwa hiyo ni giza kabisa. Unakuta, giza kabisa unakuta limetawala, limeingia kwenye fahamu sasa. Na sisi kama kanisa hatutaki tutembee kwenye. Sasa tunalitoaje giza? Kwa maarifa, kwa kufundisha, kwa kuomba na kwa kutia ufahamu, kwani madhara ya kuwapi mtu anapoamua ku abudu nyumbani, anasikiliza mahubiri kwenye redio, kwenye TV na sadaka yake anatoa pale mchungaji mm, madhara yako wapi? Kuna madhara tayari. Unapojitenga, unakaa mwenyewe, unasikilizia kwenye TV, Biblia anasema ajitenge, anatafuta mambo yake, na ni rahisi huyu mtu kutekwa na ibilisi, kuhubiriwa. Kuna vitu vingine vinaweza vikampata huku. Angekuwa katikati ya wenzake amekusanyika, ingekuwa rahisi kumuona na kunakuwa na ushirikiano na wenzake. Hata akipatwa jambo, eh, hata anapokosea kurekebishwa, hata muonekano wake, na bwana, wewe mwenzangu, muonekano wako uko sawa. Kuna vitu ambavyo anapata madhara, anajitenga, anakuwa mpweke na shetani anakuja kummaliza kirahisi sana, ingawaje anasikiliza pale, anatoa sadaka pale. Biblia inasema tusiache kukusanyika. Sasa hii staili ya kukusanyika kwa kutumia TV hii ni mpya ambayo siseme ni mbaya sana lakini sio agizo tunalosema. Kwa nini sasa na nyumba zaidi kujua kuna nchi zingine watu hawaendi ibadani, ni ngumu. Lakini like, sisi tuna uhuru wa kuabudu. Tunamshukuru Mungu, nchi yetu ina uhuru wa kuabudu, alafu wao nasema mimi siendi, kuna mtu alinikwaza. Kweli ni giza kubwa sana. Wito wako ni nini? Mimi nawaomba wale wote ambao wamekaa nyumbani, na nilikuwa nasikia katika roho Mtakatifu kabisa kabisa, kuambia popote pale walipo, wewe uliamua kukaa nyumbani, unasema siendi kanisani, mchungaji amenikwaza, siendi kanisani, kuna mtu pale kanisani simpendi. Wito wangu ni kwamba uache Yani, ukatai ile giza uende, kwa sababu unamfuata Mungu. Uwache hiyo hiyo hiyo hiyo program ulioanzisha, hiyo ratiba. Wito wangu uende kanisani ukamwabudu Mungu pamoja na wenzako, afu mwangalie Mungu, siwaangalie watu. Watu wana makwazo, watu ndio waliomsulubisha Yesu. Mwangalie Mungu, angalia neno. Ndio wito wangu. Na wachungaji pia, tusichoke kuwafuatilia watoto wetu ambao wametoka kanisani jinsi ya kufika na mawasiliano ya yako mchungaji? ah, mawasiliano ya yangu ni simu sifuri saba sita sita mia tano ishirini na nne mia sita sitini na mbili. Ukinikosa kwenye hiyo ni sifuri saba sita sita sabini na tano themanini na tano themanini na nne. Na jinsi ya kufika, tupo maili moja Kibaha, maili moja karibu na makaburi ya Mzihiri. Tuko nyuma ya hospitali ya Wasabato wanaita, walikuwa wanaita hospitali ya Wasabato zamani. Makaburi ni tupo kusema kwa mchunga kanisa na kwa mchungaji Suzan anafika tu. Akitokea Mbezi anashuka sheli. Ana mali kwenda sheli ya zamani. Mhm. Akiwa anatokea Chalinze picha ya ndege wapi huko anashuka maili moja stendi ya zamani. Hata kishuka njeweni anafika tu pale. Akifika hata anaweza kwenda kwa bodaboda, unauliza tu, ni rahisi. Hmm, na kutupigia simu dakika ngapi, tunakuchukua tunaku so. mwanzo wa kanisa hili ukoje mchungaji? Mwanzo wa kanisa hili nilipewa maono na Mungu nikiwa Moshi. Mimi nilikuwa kanisa la Kielopitii, baadaye nikaja Moshi kikazi, nikawa niko kwenye kanisa lingine. Kwa Mungu aliposema na mimi nije nianze huduma Pwani, nilikuja moja kwa moja kaanza huduma hapa mahali lakini baadaye kupitia hayo maono tukaanza huduma kule, kuna eneo linaitwa Kana liko hapo machinjioni hapa kwa Kibaha. Tukaanza huduma nyingine kule Mbalizi Mbeya. Tukaanza huduma nyingine kule, kituo kingine kule Mbozi. Tukaja Mbande Dodoma kule, tukaja um, kunaitwa Gairo. Sasa tumefika Arusha pia kwa maeneo ya Sakina, lakini pia tulianza kule Tanga ndio ambapo pia tumekuwepo na wiki inayo anza tutakwenda Arusha kumi na mbili. Kwa hiyo wewe he..., ni askofu sasa, ila upendi kujiita askofu. Mi napenda kuitwa mtumishi wa Mungu, nikitwa mtumishi <laughs> e, wa Mungu nasikia vizuri zaidi. Kwa hiyo hmm, sasa hivi una mkakati wa kuvitembelea kama ziara e? ndio Mhm, mm. Kwa hiyo wiki ijayo tutakwenda Arusha, wiki inayofuata tutakwenda Dodoma na labda mm -hmm. lengo lengo la ziara hii hasa ni nini? Tutakuwa na mkutano wa nje kwa ajili ya kuwaleta watu kwa Yesu na kuendelea ku, kuwafanya watu waondoke giza kichwani kwao, kwenye vichwa vyao, kwa akili mm -hmm. Akili ziondolee giza, ili giza la kwenye akili tunatamani liondoke kila mahali, unajua mm -hmm. giza likiondoka sikuwa so, hata na amani kwa kweli, kila mtu atampenda mwenzake. Tutafanya sa kwa tuna zihara hiyo kuondoa giza kwenye akili na fahamu za watu ili watu watembee kwenye nuru.